Ni kukaribisha moja kwa moja, leo hii hapa makao makuu ya jiji ya Global Education Link jijini Dar es Salaam, tumeweza kuweza kuona ni kwa namna gani kumekuwa na mahusiano mazuri baina ya taasisi hii ya private lakini pia na taasisi za serikali. Leo chuo uh, kikuu Mzumbe kimefika hapa kwa lengo la kuweza kuweka mahusiano ya pamoja, MOU na uh, Global Education Link. Kwa lengo uh, la kuweza kwe kushirikiana katika maeneo matatu tumeweza kuona uh, mashirikiano ya haya yalianzia wapi, lakini pia uh, tungependa kufahamu mm. lengo hasa la mashirikiano haya ni nini hasa. Karibu sana profesa. Asante sana. Mimi naitwa William Mwegoha, ni makamu mkuu wa chuo kikuu Mzumbe. Eh, leo tunafurahi mimi na wenzangu management, tumetembelea ofisi hizi za makao makuu ya Global Education Link hapa Dar es Salaam na lengo kuu la ujio wetu ilikuwa ni kuja kwa ajili ya kusaini hati ya makubaliano mm. Eh, ya kushirikiana kati ya taasisi hizi mbili, wenzetu ambao ni sekta binafsi, lakini sisi sisi taasisi ya kiserikali au ya umma mm. Na lengo kubwa kabisa la kusaini makubaliano haya kimsingi okay. Ni kushirikiana kwenye maeneo muhimu ambayo pia yanaendana na ile misingi ya kwetu ile ya Chuo Kikuu Mzumbe, yani kwa maana ya core functions ambazo kule kwetu sisi tunafanya mambo ya teaching, maana ufundishaji. Akili pia tunafanya utafiti na kufanya pia huduma kwa jamii. Okay. Yani maeneo ambayo ni msingi sana kwetu kama Chuo Kikuu Mzumbe ambapo ni ya kubwa sasa tunapokuja kuungana na hao wenzetu wa Global Education Link, ipo na sasa jinsi ambavyo tutafanua huduma zetu na hasa mm. hasa -hasa, tukienda, tukienda kwenye dhana nzima ya ukimataifaji mm. Eh, sa, exactly. Na sasa yeah, hivi tuna, tuna kitengo kabisa maalum niseme tu hizi eh, shughuli za, za, za kimataifa tumekuwa tunazifanya kama Chuo Mzumbe hasa kwenye maeneo ya training na mambo ya research mm, kwa miaka mingi, lakini maeneo ambayo yalikuwa bado hayajapata eh, uratibu mzuri zaidi na sasa hivi tuna uratibu mzuri zaidi kwa maana ya kitengo lakini pia ah, tumeongoa tutoke sasa nje ya gamba. tunataka tutoke nje ya box. Kama chuo sasa tunataka sasa kuweka mfumo wa kitaasisi kwa na namna ya kukuza hii ajenda ya ukimataifaji hiyo chukumu. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa kwa uzoefu wa wenzetu wa Global e, Education Link hapa. E, kwa kuzingatia uzoefu, kwa kuzingatia pia network yalo nayo na, na mambo ya namna hiyo, tunaamini kabisa tunatoa tuka tukaunganisha tuka sana na sisi strength ambayo tunayo sisi kama chuo Mzumbe na historia ambayo tunayo kama chuo Mzumbe, ili tuone sana namna ambayo tuta pamoja sasa tutashirikiana kuchukua chuo kutoka kwenye level hii sasa hivi kwenda kwenye level nyingine na kati ya mambo ambayo ni muhimu sana ambayo tunataka kuyazingatia sana ni ni uonekanaji yani publicity, kwa maana ya eh, namna ambayo tutakiuza chuo sio tu hapa nchini lakini like, pia kwenye kwenye forum za kimataifa. Ni maeneo gani ambayo mnayalenga zaidi katika ushirikiano huu sasa? Eh, nadhani kwanza ni kwenye upande wa sasa wa, wa training mm -hmm. Uh, tunataka tuangalie namna ambayo tutaweza kutengeneza majukwaa au, au au mfumo ambao utafanya tuwe na programs ambazo tunaweza zikawa zinauzika kimataifa kwa maana ya kuwa tunaweza kupata wanafunzi kutoka nje kuja Mzumbe, lakini pia wakwetu kwenda kwenda nje ya nchi. Lakini pia kwenye mitaala yetu kuangalia namna namna ambayo sasa tushirikiana na wenzetu hasa kwa kutapa uzoefu wa vyuo vingine vya kule nje, tuone kama tunaweza tukaangalia pia kuisha eh, programs zetu ambazo tunaweza zikagusa pia au tunaweza kufanya eh, kuwa na mvuto kuwafanya wanafunzi kutoka nje ya nchi kuja kusoma hapa kwa mfano kama kwa na mfumo wa double degree na kadhalika, ili wao wanakuja kusoma hapa, lakini pia wana kwetu pia wapate sasa, wanasema wapate sifa zaidi za kufuzu na kufanya kazi nyingi zaidi kwenye eneo kwenye eneo la, la training au eneo la ufundishaji la, la, la, la na kutoa na kutoa na kutoa eh, program. Lakini na na eh, eneo eh, lingine ambalo nataka tuliangalie sana ni upande wa namna kupanua chuo. Nataka tuone kichuo kianze kuwa na uwezo wa kuonekana nje ya mipaka tuna, tuna ndoto kwenye mpango mkakati wetu eh, kwamba tuwe tumekuwa tuna, tuna tuna expand hapa nchini. Makao makuu tuko Morogoro lakini tuna campuses Mbeya, tuna campus hapa Dar es Salaam, tutafungua campus nyingine Tanga. Hiyo lakini ni global expansion, yaani hiyo ni local expansion. Lakini tunataka sasa twende kwenye level ambayo kwa mujibu wa mpango mkakati wetu wa sita ambao tunaanza kutengeneza makani, tuwe tunaanza kuwa sana campuses hata nje ya nchi. Okay. Kwa hiyo tunachoamini ni kwamba kupitia uzoefu wa wenzetu Global Education Link na urafiki walionao na vile vingi na mahusiano ya kiutendaji na kikazi na na vyuo vingine duniani tunaweza kupata modo nzuriakusaid sinotautone yaniulakini iunawezauwatun wazo zuri. Na tukiangalia rais amekuwa akisisitiza mashirikiano haya baina ya sekta binafsi, lakini pia pamoja na sekta hizi taasisi za serikali. Uh, lakini kwa nini mmeamua kuiangalia hasa Global Education Link, katika utendaji huu wa haya maeneo matatu ambayo Mzumbe imechagua uh, uh, jamaa wa Global Education Link ni, ni taasisi ambayo tunaifahamu mm -hmm. uh, tumekutana nao kwenye forum mbalimbali mbali, na kwa mfano kupitia maonyesho ya ya, ya, Sabasaba na maeneo mengine tumekuwa tunakutana tume nao Global Education Link, na sisi hatukusita Eh, pamoja kwamba tulikuwa wote kwenye maonesho lakini kwenda kujifunza zaidi namna ambavyo wanafanya kazi zao na ile tija ambayo inaweza kupatikana kwenye kazi ambazo wanafanya, lakini kwa kweli tukavutiwa na kuona kwamba kuna mlango hapa ambapo tukiweza kuunganisha au kuoanisha shughuli zetu sisi na hao wenzetu wa Global Education Link, tuna nafasi kubwa sana ya kusonga mbele kwa kasi, kwa sababu tunachoamini sisi na ambacho tunafahamu kwamba serikali sasa hivi imekuwa eh, inatupa e, eh, inatuhamasisha sisi vyuo kwamba kwamba kwamba vyuo vyetu vinaendelea kuwa vya kimataifa zaidi. Eh, mm. Eh, kwa hapa, kwa jinsi ambayo tunaongea hapa hapa tunapoongea sasa hivi ni vingi hapa Tanzania, e, kwenye kwenye kwenye eneo eneo eneo hilo la la la kimataifaji tuko tuko tuko nyuma. Ukiangalia ile content ambayo tunayo bado inaonyesha kwamba tuko chini sana, wanafunzi la wanafunzi lakini pia eneo la staff ambao ambao wanatoka wanatoka wanatoka labda nje au staff wetu wanatoka kule, au wetu kwenda kwenda kule kule. Kwa hiyo tunafahamu eh, eh, Global Education Link kupitia fora mbalimbali na tumedhani kwamba kazi wanayoifanya ina thamani sana kwetu, mm. Na kwa namna ambayo sasa tukishirikiana nao wataad value kubwa sana kwenye kazi ambayo tunaifanya sisi hapa Chuo Kikuu Mzumbe. Uh, tumezungumzia swala la wahadhiri uh, kutoka hapa kwenda nje ya nchi lakini pia kutoka nje ya nchi kuja hapa Tanzania, uh, lakini pia tumezungumzia wanafunzi. Je, tayari Mzumbe tuko tayari kwa ajili ya kupokea wanafunzi? Tuna uwezo wa kumhakikishia Mtanzania ama yule ambaye yuko nje ya nchi, uh, kwamba tukifika hapa Tanzania, Mzumbe iko tayari kwa ajili ya kukupa elimu iliyo bora kwako. Profesa, nimesema tu kwamba tuko tayari sisi, chuo Mzumbe tuko tayari kwanza tumejiandaa kwanza ki, wanasema kisera, tumejiandaa kama taasisi kwa kishamba, tunatengeneza sera zetu zi, na taratibu zetu ambazo zinatakiwa zi accommodate, eh, hiyo business ya, ya, ya kuhendo wa, walimu wa wa kimataifa lakini pia, wanafunzi wa kimataifa. Lakini pia tuna miundombinu ya kutosha ambayo inaweza kuhendo eh, wageni lakini seme tu ile eneo ni eneo ambalo tunaendelea kujii, kujibu, kuboresha zaidi kwa mfano seme mfano mmoja tuna mradi mmoja ambao tumepata pia watanzie wa, wa, wa, toka kule European Union ambao lengo lake kubwa ni kuanza sasa ku, establish institutional capacity ya ya kuhakikisha kwamba tuna, tuna, tunaweza ku kwa accommodate international business. Kwa hiyo kwa hiyo as tunavyoongea hapa ni tayari tuna tuna uwezo wa ku accommodate, lakini pia tunaendelea kuboresha mifumo, lakini pia tunaendelea kuongeza capacity ya watu wetu kuhakikisha kwamba tunaweza kuhandle International business plan. Okay, uh, swali la mwisho kabisa uh, profesa uh, tumetembelea hapa Global Education Link, bila shaka mmeanza kuona utendaji uh, ni kitu gani hasa ambacho unaweza kukizungumza uh, kwa Global Education Link ama una ushauri gani ambao unaweza ukautoa kwa uh, taasisi hii ni, uh, sema niseme tumekuwa tume na wakati mzuri sana hapa na umepitishwa kwenye vitengo na kuona ile business process na niseme kwa kwanza kwa kweli kuna mambo ya kujifunza mengi sana kutoka kwa wenzetu, na kitu ambacho nimekiona ambacho ni, ni kikubwa sana ambacho nadhani naendelea kushauri kwamba muendelee wama, ki kwa kiasi kikubwa ni zile values ambazo mnazo eh. kuna namna ambayo na Global Education Link wanafanya kazi kwa namna ambayo ni ya kipekee sana eh, ile ile zero tolerance kwenye everything ambacho ni either ni uzembe, ni nini, efficiency kwenye delivery na mambo ya namna hiyo ni vitu ambavyo kimsingi ndio vinafanya eh, hii Global Education iwe strong na iwe hapa ilipo sasa hivi. Na ni kitu ambacho tunahitaji na sisi kama taasisi ya kujifunza. Ushirikiano kama huu hauwezi kufocus tu kwenye the hard the hard part of business, lakini nadhani tunaenda pia kwenye soft part of business kwamba tunaangalia pia values, tunaangalia practices, tunaangalia culture. There's so much that you can also appreciate kwenye culture na itatusaidia sisi kuexpose watu wetu kule Watu wetu wengi sisi ni walimu kwa mfano wamesoma nje ya nchi walio wengi, lakini sasa tukichukua ile swala kama kama sasa kama taasisi mm. As an institution sasa tunaji tunaji brand vipi au tunaji tunaji tunaji place vipi kwenye eneo zima la la hiyo identity ya kuhakikisha kwamba tuna, tunafanya vitu kwa level hii ya efficiency mm. Kwa hiyo tuko tayari pia kujifunza kwenye eneo hilo na nataka ni promise kabisa kwamba tutatumia nafasi vizuri sana kuhakikisha okay. Kwa kwamba tuna impact pia values kwa sababu ili sisi tuwe more international pia kama chuo lazima tuongeze sana efficiency yetu na performance yetu on the way that we, we, we treat customers, lakini level ya uaminifu, level ya commitment na mambo ya namna hiyo, ambayo hayo ni mambo ambayo naeza kusema ni soft part of haya makubaliano ambayo tumeingia leo, ambayo tuko tayari sisi kujifunza. Asante. Rais ameruhusu PPR kwa maana ya mashirikiano haya unalipi la kumshukuru Rais kwa kuruhusu huu ushirikiano wa sekta binafsi, uh, na sekta hizi I mean, sekta binafsi pamoja na serikali. Nachukua nafasi hii kwa kweli kuishukuru serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, uh, lakini pia Wizara ya Elimu ambayo inaongozwa sasa hivi na eh, Profesa Adolf Kenda waziri wetu na katibu mkuu, ambao wote tone from the top inaonyesha kwamba serikali ya awamu ya sita sasa hivi iliyopo inataka sana sasa hivi tuendelee kuboresha sana mahusiano wetu sisi kama nchi na mataifa mengine, lakini certainly, kwenye sekta ya elimu ambapo ku impart skills tunatarajiwa actually ku impart knowledge na kadhalika, tuende global na sisi, ili tuwe na uwezo wa kutrain vijana ambao wanaweza kuwa ni global citizen, ambao wanaweza kwenda kufanya kazi mahali popote ni mtaalamu mzuri wa serikali na ambao nadhani sisi kama kama taasisi za za serikali na tuko tayari kabisa kutekeleza ule na ako okay, tuko excited. Mm. Kwa sababu ni kitu ambacho hakijajengwa haki, kama culture huko nyuma, lakini saa hivi nadhani tunataka tuifanye kama culture ili tuende kwenye scale moja na wenzetu duniani. Nashukuru sana. Asante. Mimi ni kushukuru sana profesa. Nashukuru sana. Mtazamaji wa Informative TV, e, umepata kumsikia Profesa William, ni mkuu wa chuo cha Mzumbe akiweza kueleza. Umeni makamu mkuu wa chuo. Tunaendelea. Nianze hapo. Mtazamaji wa Informative TV, bila shaka umeweza kumsikia hapa uh, Profesa William, makamu mkuu wa chuo cha Mzumbe, akieleza ni kwa namna gani uh, chuo hiki kimeweza kujikita zaidi katika kuleta mabadiliko tofauti ya kielimu kwa upande wa vyuo vikuu hapa Tanzania kutoa wanafunzi wa Tanzania kwenda kusoma nje, lakini kuwatoa nje kuja kusoma hapa nchini Tanzania, lakini pia kwa upande wa wahadhiri kutoka hapa Tanzania kwenda kufundisha nje, lakini pia kutoka nje kuja kufundisha uh, katika chuo cha Mzumbe hapa Tanzania. Mikakati ipo mingi sana ambayo chuo hiki kimeweza uh, kuhakikisha Watanzania wataweza uh, kunufaika na fursa hizo ambazo chuo kimeweza kujipanga, lakini uh, mashirikiano baina ya sekta binafsi pamoja na na serikali Global Education imeweza kufanikiwa hili kwa sababu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameweza kuliruhusu hili kuweza kufanyika kwa upana zaidi mashirikiano haya yanaweza kuleta maendeleo makubwa katika taifa letu mimi naitwa Mwanahamisi Simai hii ndio sekta ya elimu ambayo inaweza kuleta maendeleo makubwa katika taifa letu la